Umaskini ni hali ngumu inayowakabili watu wengi duniani na unaweza kusababishwa na mambo mengi tofauti. Hizi ni sababu kuu kumi za umaskini. Moja, ukosefu wa elimu na maarifa. Elimu duni au ukosefu wa fursa za elimu huwafanya watu wakose ujuzi na maarifa muhimu ya kupata ajira zenye tija au kuanzisha biashara. Hali hii hurithiwa kutoka kizazi kimoja kwenda kingine, na hivyo kuendeleza mzunguko wa umaskini. Mbili, ukosefu wa ajira na fursa za kipato. Bila kuwa na ajira za kutosha au fursa za kujiajiri zenye mapato mazuri, watu hushindwa kujikimu kimaisha na kukidhi mahitaji yao ya msingi. Hii ni pamoja na ukosefu wa ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Tatu, afya mbaya na magonjwa. Magonjwa sugu, ukosefu wa huduma bora za afya, na lishe duni huathiri uwezo wa watu kufanya kazi na kuzalisha. Matumizi makubwa ya fedha kwenye matibabu pia huweza kuwapeleka watu katika umaskini. Nne, ukosefu wa miundombinu muhimu. Miundombinu mibovu kama vile barabara, umeme, maji safi, na mawasiliano huchelewesha maendeleo ya kiuchumi na kijamii, hasa katika maeneo ya vijijini. Hii hufanya iwe vigumu kwa watu kufikia masoko, shule na hospitali. Tano. Mabadiliko ya tabianchi na majanga asilia. Ukame, mafuriko na majanga mengine ya asilia yanayosababishwa na mabadiliko ya tabianchi huathiri sana sekta ya kilimo, ambayo huajiri watu wengi, hasa katika nchi zinazoendelea. Hii husababisha upungufu wa chakula na kuongezeka kwa umaskini. Sita. Utawala mbaya na rushwa. Utawala mbaya, rushwa na ukosefu wa uwajibikaji hupunguza rasilimali za umma zinazopaswa kutumika katika kutoa huduma muhimu na kuwekeza katika maendeleo, na hivyo kunufaisha wachache huku wengi wakibaki maskini. Saba, migogoro na ukosefu wa usalama. Migogoro ya silaha na ukosefu wa usalama husababisha uharibifu wa miundombinu, kuyahama makazi ya watu na kuvuruga shughuli za kiuchumi, jambo linalochangia pakubwa katika kuongeza umaskini. Nane, ukosefu wa usawa na ubaguzi. Ukosefu wa usawa kijamii, kiuchumi na kisiasa, pamoja na ubaguzi wa kijinsia, kikabila au kidini huwanyima baadhi ya watu fursa sawa na wengine na hivyo kuwaweka katika mazingira magumu ya umaskini. Tisa, sera mbaya za kiuchumi. Sera za kiuchumi zisizofaa au zisizozingatia mahitaji ya walio wengi, kama vile kodi zisizostahili au ukosefu wa msaada kwa wakulima wadogo na wafanyabiashara wadogo, zinaweza kuzorotesha uchumi na kuongeza umaskini. Kumi, mitego ya madeni. Madeni makubwa kwa nchi huweza kuweka mzigo mkubwa wa ulipaji wa riba hivyo kupunguza uwezo wa serikali au watu binafsi kuwekeza katika sekta muhimu za maendeleo au kukidhi mahitaji ya msingi.